Mwanaume amekuacha talaka tatu, dabal zote, dabal zote. Sheria inasemaje? Tatu kweli au moja? Kuna ikhtilafu kubwa baina ya maulama. Jopo kubwa wanasema tatu ni tatu, jopo kubwa wanasema tatu ni tatu. Nini maana yake? Maana yake akikupa ya talaka tatu kwa pamoja umeachika wewe na yeye, ndo baibai mpaka uje kuolewa na mwanaume mwingine kwa khiari yake, mkaishi kwa khiari yenu. Mkija kuachana huko baada ya miaka, ndo anaweza akaja kukuoa upya. Lakini wengine wakasema hapana, talaka tatu za pamoja, hiyo hizo zinahesabiwa ni moja. Sasa mimi mimi, kama mimi, kwa jinsi nilivyosoma, naendelea kusoma siku zote mimi nimeng'ang'ania kauli ya wanawachuoni wanaosema tatu ni moja. Hiyo ruhusa, mkawaambia nishamsikia Sheikh Kishki mwenye wakisema tatu ni moja. Kwa nini mimi nasema jopo kubwa linasema tatu ni tatu? Sawa. Sasa mi nani shekhe, mtoto wa Temeke mbele ya wanawachuoni wakubwa wakubwa, wengi wamesema tatu ni tatu. We Sheikh Kishki we nani, sindiyo?

Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Semeni radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar kaongoza miaka kumi na mbili. Si kila moja, Allah nampa bahati yake jamani. Suwa Magufuli maskini kaongoza miaka mingapi? Mitano. Mungu kamchukua. Huo ndio Mungu bwana na kuonyesha yeye ndio, ndio kila kitu. Kila mmoja kaandikiwa umri wake wa kuishi duniani. Ama siyo? Sayyidina Umar miaka miwili ya awali, katika miaka kumi na mbili ya uongozi wake naye akawa anashika mwendo ule ule, tatu ni moja, moja. Mwaka wa tatu akaona hawa wanaume mapasua, wanaume mapasua, yani mapasua vichwa, wanagawa sana taraka, halafu wanafanya pupa, jambo dogo na kuacha, nakuredesha kwenu, kidogo anatishia taraka, hana lugha nyingine. Akaona hapa bwana, hapa tuwafunge spidi gavana hawa Akasema kuanzia leo, unapitisha sheria atakaitoa tatu za pamoja ni tatu. Kweli, lugha ya Temeke ngoma imetoka, umekosa mke sasa. Sheikh Kishki huyu Umar anapata wapi ubavu wa kuleta sheria yake? Si swali zalikaja? Kapewa rungu na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, nimesema kapewa rungu

pale nilipopatia ni taufiki ya Allah, na pale nilipokosea au nikaacha mambo muhimu ni mapungufu ya kibinadamu.